Tuanze taarifa zetu na mageuzi ambayo imeweza kufanya na Rais William Ruto, ambapo alikuwa katibu katika wizara ya habari na mawasiliano Profesa Edward Kisiang'ani sasa ameteuliwa kuwa mshauri mkuu na mjumbe wa baraza la rais la washauri wa, wa kiuchumi. Anaungana na aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria na mwanauchumi David Ndii katika baraza hilo ambalo lina jukumu la kufufua uchumi wa nchi. Kisiang'ani ana shahada ya uzamifu na uzamili katika historia ya kisiasa na uchumi kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Kando na hilo, ana shahada ya kwanza ya elimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Ana uzoefu mkubwa katika utawana, utawala akiwa ameshikilia nyadhifa kadhaa za kiutawala zikiwemo mwenyekiti idara ya historia, akiolojia na mafunzo ya siasa; mkurugenzi wa programu za wahitimu; mwakilishi wa seneti katika bodi ya shule ya wahitimu na mwanachama, bodi ya masomo ya wahitimu, wadhifa anaoshikilia hadi sasa, katika chuo kikuu cha Kenyatta na aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha hatimaye amepata kazi serikalini baada ya kutimuliwa kutoka kwa baraza la mawaziri Julai 20 mwaka 2024. Rais amemteua kama mwakilishi wa kudumu wa UN Habitat jijini Nairobi. Na katibu mkuu wa elimu ya msingi Belio Kipsang ametolewa katika mabadiliko ya hivi punde yaliyotangazwa na Rais William Ruto. Belio ambaye amehudumu katika nafasi hiyo tangu mwaka elfu mbili ishirini na mbili ametajwa kuwa katibu mkuu mpya wa uhamiaji na huduma za raia. Nafasi yake imechukuliwa na Julius Bitok ambaye amekuwa akihudumu katika nafasi hiyo. Rais William Ruto ameunda idara mpya ya kitaifa katika wizara ya elimu na kumteua Profesa Abdurazak Shaukat kuwa katibu mkuu. Shaukat atakuwa msimamizi wa sayansi, utafiti na ubunifu ambao umeondolewa kutoka kwa elimu ya juu inayoshikiliwa na Beatrice Inyangala. Hii inamaanisha kuwa wizara hiyo ambayo inaongozwa na Julius Ogamba itakuwa na makatibu watatu na katika mabadiliko mengine, Rais amempandisha cheo bwana Amos Gadhe kutoka katibu mkuu wa utumishi na kuwa naibu mkuu wa utumishi wa umma ofisi ya Rais. Daktari Jane Kare Imbunya ameteuliwa katika mkuu idara ya jimbo kwa utumishi wa umma na maendeleo ya rasilimali. Birejina Akoth Ombama ameteuliwa kama katibu wizara ya uwekezaji, biashara na viwanda.